SHA inafanya ama haifanyi? Mwizi ni nani atakayekwenda nyumbani? Raunda ni nani nani? Tunasema akunde akunde, nyingi mnasema nyini icungeji nikasimama na regajo lashogwa nanii, Mheshimiwa Seki na Mheshimiwa Gogoo wangapi ama iko barabara iko ama, iko SHA inafanya kazi ifanyi? Mishahara inaingia kwa mifuko? Mama mboga analia ama anacheka? Bodaboda wanafurahi ama analia? Nani anaenda one time? Nani anaenda one time? Nani anaenda nyumbani? Chama ya ichungaji, chama ya mwananchi, chama ya Masai, chama ya Mkikuyu, chama ya Mkamba, Mswahili, Mugiriama, pata ridani ragade gashagwa